karibuni sana kiswahili ni rahisi subscribe leo tunaangalia maswali na majibu ya hadithi fupi za mapambazuko ya machweo swali la 29 samahani ya sikutaka kukuudhi maisha ni mafupi kaka yaishi kwa furaha hata kama matatizo ni mengi. Swali la a, weka dondoo hili katika muktadha wake. Msemaji ni Makutwa, msemewa ni Makucha. Wamu nyumbani kwa Makucha. Makutwa alikuwa na mshauri Makucha kuomba msaada kutoka kwa binti badala ya kuhangaika kuuza vitafunwa. Ba, changanua mtindo kwenye dondoo kuna stihi zai ukipenda ite kenjeli au dhihaka, samahani yahe, sitaki kukuudhi. Pili, kuna kweli kinzani, yaishi kwa furaha, hata kama matatizo ni mengi. Cha bainisha toni kwenye dondo hili, ni toni ya kukenjeli au kudhihaki, ukipenda sema ni ya kubeza da Onyesha jinsi wasika mbalimbali wa, mbali mbali, wa hadithi hii walivyobishiwa mlango na jua la macheo. Makucha analipwa kwa hundi kwa kutimbua biashara haramu migodini. Biashara yake ndogo inamsaidia kujitegemea uzeeni. Bimacheo anamshauri amchunguze mzee Makutwa, na hatimaye anatimbua siri ya biashara yake haramu. Pili, Makutwa kustaafu kama waziri. Vijana wa migodini wanaokolewa. Sai na Dai wanapata kibarua kule migodini. Riziki anatoroka umaskini nyumbani kwao na kuolewa na Muhindi. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo unataka nishughulikie kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.